Nimeona picha na press release ya waziri na wajumbe wengine wa Tanzania ambao wamemtembelea baba mtakatifu huko uh, Vatican kuelezea kilichotokea Tanzania na lakini uh, kuomba maombi pia. Wanasema uh, uh, serikali inataka kurudisha trust, inataka kurudisha uh, ku, kuleta reconciliation Um, mambo mengi, press release ni ndefu, lakini hivyo vitu viwili vime, vimenigusa vime zaidi um, baba Mtakatifu amekubali kutuombea. Uh, tunashukuru tutapokea maombi. Um, lakini labda kwa serikali, labda kwa watawala tuseme wazi tu kwamba maombi pekee hayatoshi, na si kwa sababu nadogosha umuhimu au nafasi ya maombi. Um, tena nazungumza kama former pastor and missionary um, na I understand umuhimu wa, wa maombi uh, na nafasi yake, lakini kama kweli tunataka kurudisha trust, kama kweli tunataka kuleta reconciliation eh, njia zake, the steps are very clear, na bahati mbaya hakuna ujanja ujanja if we really want to achieve that Mamlaka lazima ziombe radhi, ziombe msamaha wa wazi na wa dhati kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio walikosewa, wananchi ndio walipigwa, wananchi ndio waliumizwa, wananchi ndio waliuawa, wao ndio walitendewa. Lazima pawepo na high level msamaha, radhi. Kuna wananchi ambao hawajapewa bado miili ya ndugu zao, kuwazika haijapatikana Warudishiwe miili yao wazike, wa wastiri ndugu zao kwa namna inayopaswa. Perpetrators lazima wawajibishwe. Kama bado wako serikalini, waachie hizo nafasi, wakishaachia wapelekwe mahakamani. Wale wote waliohusika, pull the trigger, wote wanatakiwa kuwajibishwa pelekwe mahakamani wahukumiwe inavyostahili kama tulikuwa na uwezo wa kukusanya watoto zaidi ya elfu mbili tukawasweka magerezani kwa kesi za ajabu kabisa We can do that kwa security officers, will you pull the trigger wakaua watu kama tuliweza kuwakusanya watoto wote au nchi nzima na kuwapeleka tulikuwa na uwezo wa kuwapata mmoja mmoja tunaweza kuwapata wahusika wote na tukawapeleka mahakamani wakashtakiwa wakahukumiwa. The process, the steps za kurudisha trust, za kuleta reconciliation ziko very clear. Tunaweza tukafanya vitu vingine vyote, tukazunguka zunguka, tukacheza, tukachezacheza, tukafanya hichi, tukaweka hivi, we will never achieve that Don't know, trust or reconciliation kwa, kwa maigizo maigizo. No, we will not there's no shortcut to that. Lazima tufate steps na hasa uwajibikaji. Hapo ndipo tutaleta reconciliation, hapo ndipo tunaweza kuwanza kurudisha trust kati ya wananchi na watawala.